Iran imetangaza kufunga kwa muda mlango wa bahari wa Hormuz uliopo mpakani mwa nchi hiyo na Oman kwa ajili ya kuendeleza luteka ya kijeshi yenye nia ya kuonyesha uwezo wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Hatua hiyo imechukuliwa kwa ajili ya utekelezaji, wakati ambapo wapatanishi wa Iran wakiwa wamekamilisha mazungumzo ya sio ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani huko mjini Jeneva, Uswizi. Tangu Marekani kuanzisha vitisho vya kuishambulia Irani, hii ni mara ya kwanza kwa Teherani kutangaza kufunga kwa mlango huo wa bahari ambapo hutumika kama njia muhimu ya kimataifa kusafirisha asilimia ishirini ya mafuta yatumiwayo duniani kote, wakati Marekani ikiongeza uwepo wa vikosi vyake vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo Ghuba ya Uajemi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa mkondo bahari wa Hormuz ni njia muhimu zaidi ya dunia ya usafirishaji wa mafuta, hivyo utarazimika kufungwa kwa muda mrefu endapo vita vitatokea. Kwa mujibu wa kampuni ya uchambuzi wa taarifa ya Vortexa imesema kuwa zaidi ya mapipa milioni ishirini ya mafuta ya gafi husafirishwa kupitia mkondo wabahari wa uumuzi mwaka uliopita kwa wastani wa kila siku ikiwa ni sawa na takriban thamani ya dora bilioni sita za nishati zinazozungushwa kila mwaka kupita njia za baharini. Iran, Saudi Arabia, Kuwait na Iraq husafirisha mafuta yake mengi kupitia mkondo bahari wa umuzi hasa kwenda Asia, hususani kwa nchi kama China, India, Japan Japani na Korea Kusini. Hivyo kukatika kwa njia hii kunaweza kusababisha ucheleweshaji wa mafuta duniani na kupanda kwa bei mara moja. Wachambuzi wamesema kuwa kufunga mkondo bahari wa kunachukua kama kizuizi cha kuonywa kwa Irani ikiwemo kumiliki silaha za nyuklia. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni Jackson Daru wa SAUT Digital.